Luka mbili mstari wa arobaini. Bebe, ye nasema. Yule mtoto akakua. First Bwana Yesu asifiwe. Nimesoma kitabu cha Luka. Mwandishi ni Luka, <laughs> hakuwa alikuwa mwanafunzi wa Yesu, bali daktari katika maisha yake akifanya udaktari katika misheni ambazo Yesu alitembea, na Luka alikuwa pamoja naye. Alikuwa mtu ambaye ni mganga katika spesialisti, alikuwa ni ni dokta wa kutibu biological. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Luka hakuwa mwanafunzi wa Yesu, bali anaandika mambo ambayo aliyaona akiyafanya pamoja na Yesu. Ndio maana unaona uandishi wake umekuwa ni wa namna tofauti, kwa sababu ni msomi. Nimesoma kitabu hiki cha Luka na ujumbe ambao ninahubiri ni juu ya kuzaliwa kwa kitu kipya juu ya maisha yako. Kwa nini Luka anaanza na mstari huu wa ajabu? Anasema yule mtoto akakua tafsiri ya kitu kipya ambacho ninakizungumza, kitu ambacho leo unakipokea, lazima ndani yake kiwe kina tabia ya ku grow, ya kukua, yani kuongezeka, kutoka mahali ulipo kwenda another level kukua na kuongezeka. Kwa hiyo kuna kitu ambacho leo utakipokea, lazima ujue hicho kitu, ujue kukitunza ili kiweze kuongezeka, uweze kuongezeka, uweze kukua, kwa sababu kuna maisha unayaishi leo hautayaishi kesho, na kuna maisha unayaishi leo ni kwa sababu kuna kitu kilipangwa jana kiwe kibaya au kiwe chema. Kama ni chema kiliongezeka, na kama kibaya kiliongezeka katika ubaya, kama chema kiliongezeka katika chema. Ni kitu gani ambacho kimekukalia juu ya maisha yako ndani yako? Mwambie, kitu gani kimekuwa juu ya maisha yako? mm -hmm. Matatizo au baraka? Shememe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kusoma msomaji. Akaongezeka ehe, uh -huh. Akaongezeka nguvu, amejaa uh -huh. hekima uh -huh. na neema ya Mungu uh -huh. ilikuwa juu yake. Vitu hivi nataka uvielewe kwa umakini mkubwa, maana kuna mahali naelekea, nisije nikakuacha. Naweka msingi naweka msingi, na kuna mahali naelekea. Nisikilize kwa dakika tano tafsiri ya hiki ambacho ninakizungumza. Bwana anakupa sema amen lakini lazima uwe na ufahamu wa kibiblia wa katika nuru kwamba kitu ambacho nimekipokea usiku wa leo lazima nikitunze. Moja, katika hekima ili niweze kukua. Unahitaji hekima ya kukibeba ili uweze kukua. Unahitaji hekima ya kukibeba ili uweze kuwa mtu mwenye nguvu. Unahitaji hekima ya Mungu kwa ajili ya kukua katika nguvu. Yoyote anayekuwa huwa anayo nguvu ya kufanya mambo ya ende. Hauwezi ukakuwa juu ya baraka kama hauna hiyo nguvu, hauwezi ukakikuza kitu ambacho Mungu amekupa kama hauna hekima ya kukibeba. Watu hapa mna vitu mlipewa ene, kuna watu walipewa vitu na unajijua, inawezekana ulienda kama mwana mpotefu kwa baba ukadai mali na urisi, ukapewa. Nini unacho leo? Hekima. Luka anazungumza kitu cha ajabu sana, msali huu wa 40. Yule mtoto akakua akiongezeka nini? nguvu na hekima. Ili ukuwe juu ya chototo ulicho nacho. Hawa ni waembaji, chaniseme juu ya wana wa Asaf, wana wa Asafu. Ili mkuwe lazima nguvu ya si ya kibinadamu, kisema nguvu natembea natembeal maana ni nguvu gani? unaweza ukaja na nguvu za ugali hapa, na sisi hatutaki nguvu za ugali hapa. Tunataka nguvu ya aliye juu. Sema amen. Sema amen. Hatuhitaji nguvu ya ugali hapa, tunahitaji sana zaidi nguvu ya aliye juu, ili ulichokibeba au Mungu anachokiachilia ndani yako, kinachozaliwa leo hakizaliwi kwa jinsi ya biological, kinazaliwa kwa jinsi ya roho na ili cha roho kikuwe, kinahitaji nguvu ya roho, sio mwili peke yake. Umebeba kipawa cha namna gani? Nimemuuliza binti yangu hapa, anajua kitu alichokibeba. Kuna mahali nilikuwa nampeleka, anajua kitu alichokibeba, maana hicho kitu alichokibeba hawiki. Kitu ambacho unaenda kukibeba hakihitaji nguvu za mwili, kinazaliwa kwa jinsi ya roho, na kitakuwa na nguvu kwa jinsi ya roho kinapokuwa na ya, ya, ya, ya, ya kinavyokuwa, katika nguvu ya roho ndipo kinavyokuwa baraka, na ndivyo unavyozidi kutambuliwa. Hautambuliwi kwa nguvu za mwili, ni nguvu za roho. Naongea na waliobeba vipawa, uwe mcheza mpila, uwe mcheza chochote kile, cha kwanza ni nguvu ya roho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Rudia, so msomaji point kaza yule mtoto akakua, ehe, akaongezeka nguvu yule mtoto. Sema kinachozaliwa leo, kinachozaliwa lazima kiwe na nguvu juu ya, ya maisha yangu nguvu ya, ya, ya, ya kiroho, kilete baraka katika jina la Yesu. Watu wengi wamekosha hekima ya kile ambacho umepewa yule mtoto akakua alipozaliwa akaongezeka nguvu. Na nini kingine? Umejaa hekima. Na nini kingine? Neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Neema. Hebu ngioke jina lako mwambie neema. Halafu muulize umebeba neema ipi? Nema. Eh, amka mtu mtazame, mwambie umebeba neema ipi? Umebeba. Tutakutambua kwa matendo kwa neema uliyo tukitaka kuangalia baraka ulizo nazo, tutaiangalia neema ya baraka ulizo. Una neema ya kimbingu au neema ya kipepo? Haijalishi umeokoka, lazima umjue Mungu wa neema tunazungumza kitu ambacho naweka msingi, alafu kuna mahali naenda. Luka anazungumza meseji moja ngumu sana. Lazima ujipime katika maisha yako. Hapa anazungumziwa huyu leo. Tunaazimisha miaka elfu mbili na ishirini na tano ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Anasema huyo mtoto alipozaliwa hakuwa mtoto wa kawaida, bali aliongezeka kimo, akaongezeka nguvu, akaongezeka hekima, akaongezeka neema. Yeah. Yani, hivi vyote ni package ya huyu Yesu ambaye leo ametuweka mahali hapa. Unakosaje neema wewe? Unakosaje nguvu? Unahudumuje bila nguvu ya Roho? Unaishije bila neema ya Kristo? Unamtumikiaje Kristo bila kuijua neema aliyobeba? Huyu Yesu amebeba neema. Neema ni package. Ee, ni kifurushi ambacho Bwana akikuita akakufanya kuwa wake anakupa package. Hauishi tena kwa nguvu zako, maana ulikuwa haustahili, anakufanya unastahilishwa. Ulikuwa hauposhe anakufanya uposhe. Ulikuwa haupendwi unafanya upendwe. Ulikuwa masikini, anakupa vitu vya kuishi. Ulikuwa huna mavazi, anakupa mavazi. Ulikuwa huna nyumba, anakupa nyumba. Yes. Haleluya. Haleluya. Tunaposema Haleluya. So, liko jambo linazaliwa, unaweza ukauliza, profeti anazungumza nini? Kizaliwe jambo gani? Linazaliwa neema. Jambo gani linazaliwa? Hekima. Jambo gani linazaliwa? Nguvu ya Roho ndani yako. Sijui kama kuna mtu niko naye nguvu ya roho ikizaliwa ndani yako hautabaki jinsi ulivyo, mapepo hayatakuweza tena. Watu wana feza ila wanataka nguvu ya roho. Watu wana magonjwa, ili upone, lazima nguvu ya roho. Watu wana vifungo, ili vikatike, vinahitaji nguvu ya roho. Ukikata vifungo, watu watakutafuta. Ukitoa pepo, watu watakutafuta. Ukiponya wagonjwa, watu watakutafuta. Ukikaa kazini, una neema, watu watakutafuta. Sema <mimima> amen. Haleluya. <coughs> Muulize jirani yako umepoteza neema <'imima> ipi? <Éh>. Muulize jirani umepoteza neema <'imima> ipi? Sema <tose n 'imima> Yesu nisaidie. Usiku wa leo izaliwe <coughs> neema <'imima> mpya katika jina la Yesu aliye hai. <n> Sema amen. <coughs> Sema <'imima> nakataa. Usiku wa leo matatizo yoyote juu ya maisha yangu iko tayari, jambo jipya lizaliwe ndani yangu, juu ya maisha yangu, jambo jipya lime ndani yangu, katika jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kokufanikiwa, kokote ni jambo ambalo linazaliwa. Mtu afanikiwi kwa bahati mbaya. Hakuna mafanikio ya bahati mbaya hakuna kuinuliwa kwa bahati mbaya, hakuna kustawi kwa bahati mbaya, yote yanahitaji nguvu ya Roho. Kama unataka kufanikiwa, una nguvu ipi ya kufanikiwa. Ya, ipi ya kufanikiwa? Nguvu ipi kufanikiwa? Muulize jirani yako una shelele. Bwana Yesu asifiwe. Narudia hii point, kama unataka kuongezeka, mmeitwa kwenye huduma, kwenye vipawa kwenye karama umeitwa, kwa neema yoyote unafanya kazi huko, katika jambo lolote, una big vision ulizobeba unahitaji neema, unahitaji yes. Ii Yesu alipozaliwa akavitu vyote ako navyo, lakini secret ajenda muhimu, Yesu amejaa neema yes. ni ajenda muhimu sana, ni ajenda muhimu sana juu ya maisha yako. Umesoma, umepata nafasi yoyote, neema inasemaje, brother? Ukiona tunakutafuta ni neema ulionayo. Ukiona simu zinaita ni neema ulio nayo. Ukiona watu wanakuchukia, neema imeharibika. Ukiona watu wanaondoka, neema haipo. Ukiona vitu vimenyamaza, ujue neema haipo. Hiyo neema ya Bwana izaliwe ndani yako kwa jina la Yesu. Kila kilichopotea kile Yesu leo. Hiyo neema ya Mungu ikukalie kwa jina la Yesu aliye hai. Isikuache neema ya Kristo Yesu aliye Bwana. Izaliwe chambo jipya ndani yako. Sema amen. Lizaliwe jambo jipya leo kwa jina la Yesu aliye hai. Upate neema ya kifedha, sema amen. Pata neema ya kazi, sema amen. Pata neema ya kuinuliwa, sema amen. Iwe tia maisha yako ya kibiashara ki sema amen.